Last game na KMC tumeweza kusuruhu so tumeweza kuangalia msimamo, bado tunahitajika kushinda mechi ya kesho kuweza kupata nafasi ya tano. Kwa hiyo focus na lengo letu kuu liko kwenye mchezo wa kesho ambao watakosekana kwa sababu ya, ya kuwa na matatizo ya kiafya. Daniel Yanga haiko sawa, Abdul Malik haiko sawa kiafya, lakini vilevile vile pia wana injury Uh, Kindamba alishaumia muda mrefu, kwa hiyo hatuweza kumuona kwenye mechi ya kesho. Lakini vile vile kuna wachezaji wawili wako kwenye timu ya taifa soka, kwa hiyo yuko kule Abdul Musa na yuko na Zubair Dabi, hao ndio watakosekana kwenye mchezo wa kesho. Lakini wachezaji wote waliobakia wako tayari na wako vizuri kwa ajili ya kuwakabili JKT kuweza kushinda mechi ya kesho. Kama wachezaji tunaona wako vizuri, kwa sababu walimu wameweza kuchukua nafasi yao kama walimu kuweza kutu kutupa mbinu za kuweza kuwakabili JKT kesho. Naamini maandalizi ni mazuri mpaka sasa hivi, namshukuru Mungu. Kila mchezaji ana mwali hali ya juu kutokana na anajua umuhimu mchezo wa kesho. Kwa sababu ukiachilia mbali pia, ni dabi kati yetu sisi na JKT, huwa ni dabi mechi ya wagi rais hata siku moja. Kwa kila mchezaji anajua nini anatakiwa kufanya kwa siku ya kesho kuja kupambania timu kuja kupata alama tatu. Ajiandaa vizuri kwa chini ya kocha wetu mkuu Ahmed Ali lakini kwa ujumla wake tumejiandaa vizuri kukabiliana na ndugu zetu. Sisi Mashujaa ni ndugu kwa maana ya taasisi zilivyo, Mashujaa ni JW na sisi ni JKT. Kwa hiyo sisi ni ndugu kwenye mavazi yetu, lakini kiwanjani ni watu ambao tunashindania alama tatu. Hivyo sisi tumejiandaa kesho kupata alama tatu zidi ya Mashujaa katika uwanja wao wa tumejiandaa vizuri katika kipindi cha mazoezi. Tunaamini mchezo wa mwisho zidi ya Pamba tufanye vizuri, tukofungwe moja bila. Wenzetu katika kiwanja cha nyumbani walipata alama moja ili kwa sababu sisi malengo yalikuwa kumaliza katika nafasi nne za juu. Kwa hiyo naamini tumekosa nne, basi walau tupate nafasi ya tano, ili tukijatoka tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, tuwe, mbali na malengo ambayo tumejiwekea katika msimu wa ishirini na nne ishirini na tano. Kama wachezaji Mwenyezi Mungu akitamsha salama, sababu ndo kazi yetu kupa, kwa apa furaha mashabiki wetu pamoja na kuweka nembo katika alama salama.